Ndugu zangu wafanyabiashara na waajiri, kwa majina yangu naitwa Misalushinge Makelemo, ni mkurugenzi wa taasisi ya Makelemo Consulting Services inayojihusisha na kutoa ushauri katika masuala ya biashara, fedha na utawala. Na katika kuliona hili niliweza kuandika kitabu kinachoitwa Kanuni nne za kufanikiwa katika biashara mpaka kuwa bilionea. Mafanikio katika biashara Tanzania, niseme na Afrika, watu wengi sana huwaza kwa nini biashara au taasisi nyingi zikianzishwa hufa baada ya muda mfupi, na ikiweza kudumu angalau miaka mitatu lakini mwisho ni kufa kabisa. Katika kitabu cha Kanuni Nne za kufanikiwa katika biashara utajifunza mambo mengi, kwa nini biashara hufa na mbinu gani zitumike ili mafanikio yawe ya kudumu. Na watu wengi husingizia shetani na wachawi au kwamba wamelogwa kwa ujumla, bila kufanya tathmini ya kina kujua chanzo cha tatizo. Kwa kweli taasisi na biashara nyingi hapa Tanzania zinahitaji mifumo thabiti ya uongozi katika uendeshaji wa taasisi zao au biashara zao. Mifumo mizuri ya fedha, ugavi na manunuzi na sera nzuri ya rasilimali watu. Pia wafanyakazi wengi hawana ile dhana ya kujisikia umiliki katika taasisi wanayofanyia kazi. Shughuli zao, e, au kwa lugha ya Kiingereza tunasema Sense of ownership, yani wafanyakazi au waajiliwa wengi hawana ile sense of ownership, yani wako salary oriented. Kwa hiyo katika kuliona hili Mr. Lushinge Makelemo aliamua kuanzisha taasisi na kuisajili BRELA kwa jina la Makelemo Consulting Services. Taasisi hii kupitia mkurugenzi wake Lushinge imekusudia kwa dhati kuendesha mafunzo, semina kwa watumishi wa sekta binafsi na serikali ili kuwajengea waajiriwa wa dhana ya kujisikia wao pia ni sehemu ya umiliki katika taasisi wanazofanyia kazi. Yaani sense of ownership. To feel sense of ownership. Walipoajiliwa wajisikie kuwa wao pia ni sehemu ya mchango mkubwa katika mafanikio ya kampuni wanayofanyia kazi. Kupitia dhana hii, watumishi wengi watakuwa na ufanisi mkubwa sana katika utendaji wao wa kazi katika kampuni zao na kuleta matokeo makubwa sana, hasa katika eneo la wateja kuongezeka na mapato kukua. Mwajiliwa yeyote anapojisikia kuwa ni sehemu ya taasisi au biashara husika inakuwa rahisi sana kutoa huduma kwa moyo wote kwa wateja, hatimaye taasisi itakuwa na uchumi imara na kuheshimika katika jamii. Mafanikio katika biashara yoyote kamwe hayawezi kuja kwa bahati, bali ni matokeo ya mchakato na mipango madhubuti, utekelezaji wenye nidhamu na uwezo wa kuzoea mabadiliko kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu wafanyabiashara au waajili, tunahitaji kuwa na mifumo iliyothabiti katika biashara zetu, kwa sababu mfanyabiashara anaweza akafanya biashara tangu asubuhi mpaka jioni, akakusanya mabunda ya hela mfukoni, akaona kwamba ana hela nyingi, kumbe ni choka mbaya, kwa kweli ni maskini. Kwa hiyo lazima wafanyabiashara tuwe na mifumo, na kuna mambo matatu ambayo mimi huwa ninayaita ni key points au ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni misingi imara kabisa ambayo mfanyabiashara yoyote akiifanya lazima atoboe katika biashara yake au katika taasisi yake. Kuna swala la udhibiti wa fedha au financial management, na kuna swala la pili, sera ya ugavi na manunuzi, na maswala ya rasilimali watu au human resource management. Mambo haya matatu mfanyabiashara yoyote asipokuwa nayo, manake atajikuta anaanza vizuri biashara yake anaanza vizuri taasisi yake, lakini bila kuwa na udhibiti wa fedha au financial control au financial management, maana yake hakuna kitu ambacho kitafanikiwa katika biashara yako. Utaanza vizuri, mwisho wa siku utaishia pabaya. Kwa hiyo ndugu zangu, kama una uhitaji wowote wa, wa masuala ya ushauri wa masuala ya fedha, masuala ya, ya biashara maswala ya utawala, tafadhali wasiliana nasi kupitia namba 0763826410. Hiyo ni mtandao wa Vodacom. 0763826410 na kwa wale wenye mtandao wa Airtel 0784768685, 0784768685. Asanteni sana na Mungu awabariki. Karibu sana katika taasisi ya Makelemo Consulting Services, tuko pale Uhongwa karibu na benki ya CRDB. Karibu sana.